Mbunge mstaafu Munde Tambwe amefariki dunia baada ya kugua kwa muda mrefu. Tambwe ambaye alikuwa mbunge wa viti maalum kupitia Mkoa wa Tabora katika Bunge lililopita chini ya Spika Tulia Ackson amefariki dunia usiku kuamkia leo Februari 3 mwaka 2026 katika hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Hata hivyo katika kinyang'anyiro cha kuwania kurejea bungeni mwaka 2025 Mbunge huyo aliangukia pua baada ya jina lake kukatwa na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM licha ya kushinda kura za maoni katika jimbo la Sikonge Tabora. Mbunge wa Mtama CCM Nape Nnauye na kupitia ukurasa wake wa Instagram amemlilia mbunge huyo na kusema kuwa wema, upendo na ukweli wake hatovisahau daima. Kwa taarifa zaidi, endelea kufuatilia Global TV.